Hamjambo, nasema hamjambo nikijua fika kwamba wengi wenu hamko salama kama mnavyofikiria. Jina langu ni mimi. Leo ninavunja mwiko wa miaka mingi kusema ukweli wa kile kilichonitokea kijijini Namtumbo, Disemba ya mwaka uliopita. Wanasema mwaka mpya ni mwanzo wa maisha, lakini kwangu ulikuwa mwanzo wa kifo kinachotembea. Nilifika kijijini Disemba 28. Kijiji kilikuwa na ukimya usio wa kawaida. Milima ya Namtumbo ilikuwa imefunikwa na ukungu mzito mwekundu uliokuwa unanuka harufu ya kutu na ardhi iliyooza. Babu yangu mzee Selemani hakunipokea kwa tabasamu. Alikuwa ameketi kwenye kiti chake cha kamba, macho yake yakiwa yamefumba, lakini midomo yake ilikuwa inacheza kama mtu anayenong'ona na kiumbe asiyeonekana. mwanangu alisema, kwa sauti ya kukwaruza kama msasa, mwaka huu saa sita ikigonga, usithubutu kugeuka, hata ukisikia sauti ya mama yako, hata ukisikia kilio cha mtoto mchanga mlangoni pako. Kaza roho, usifungue mlango, usigeuke. Nilidhani ni hadithi za wazee, nilidhani ni uzee unamsumbua babu lakini nilipoingia chumbani kwangu nilikuta kioo changu kimepakwa mafuta meusi, na chini ya kitanda kulikuwa na mzunguko wa chumvi na damu iliyokauka. Usiku wa tarehe 31 ulifika, kijiji kizima kilitulia. Hakuna mbwa aliyebweka, hakuna kuku aliyewika. Kimya kilikuwa zito kiasi kwamba nilisikia mapigo ya moyo wangu ya kidunda, tuto tuto. Ghafla, saa tano na dakika 59 umeme ulikatika giza likawa nene kama shatira ya sufu. Na hapo ndipo nikaanza kusikia sauti: "Mwanangu mimi, mbona umenifungia nje?" Mwili wangu ulisisimka, damu iliganda. Ilikuwa sauti ya mama yangu, mama ambaye nilimzika miaka mitano iliyopita kule makaburi ya kijijini. Sauti ilitokea dirishani ikifuatiwa na sauti ya kucha ndefu zikiparua mbao za dirisha langu. Scratch, scratch, scratch. Babu aliniambia nisigeuke, lakini sauti ya mama ilikuwa na maumivu makali. Nilianza kugeuza shingo yangu taratibu, kidogo kidogo kuelekea dirishani. Na pale, kwenye mwanga hafifu wa mwezi uliokuwa unafifia, nikaona kitu hakitokaa kiondoke akilini mwangu. Haingekuwa mama, kilikuwa kiumbe kirefu chenye ngozi iliyoparaa kama ya mjuzi na kilikuwa kimeshika fuvu la binadamu mkononi mwake, huku kinichekea. Karibu nyumbani, mnyama wa kafara, kikasema kwa sauti ya mama. Saa sita kamili ikagonga, kijiji kizima kikajaa vigelegele vya viumbe visivyoonekana. Na hapo ndipo nilipojua mwaka mpya haujaja na heri, umekuja na kiu, itakufanya usilale leo. Nilianguka nyuma nikigongesha kichwa changu kwenye sakafu ya mbao ya chumba cha babu. Kile kiumbe kile kiumbe kilikuwa kimevunja kioo cha dirisha kwa mkono wake mrefu wenye kucha nyeusi kama mkaa. Harufu ya uozo kama mzoga uliokaa juani kwa wiki mbili ilijaa chumbani mwangu. Mwanangu, kwa nini unaniogopa? Sauti ile ya mama ilitoka, lakini safari hii ilikuwa na mwangwi wa viumbe wengi wakiongea kwa pamoja. Babu, babu, nisaidie! Nilipiga yowe. Ghafla mlango wa chumba changu ulifunguka kwa kishindo. Babu aliingia akiwa ameshika chungu kidogo kilichokuwa kinatoa moshi mwekundu na harufu ya ubani mkali sana. Alirusha kiganja cha unga mweupe kuelekea dirishani. Kile kiumbe kilitoa mlio wa kutisha, sauti ya chuma kinasuguliwa kwenye jiwe, na kutoweka kwenye giza la usiku. Nilikwambia usigeuke! Babu alinishika bega kwa nguvu kiasi cha kuniumiza. Sasa wameshaiona sura yako, wameshakusajili kwenye daftari lao la kafara. Babu alinivuta hadi sebuleni. Alikuwa anatetemeka, kitu ambacho kiliniogopesha zaidi ya kile kiumbe. Alikaa kwenye kiti chake cha kamba na kuanza kunongona siri iliyofanya damu yangu igande. kijiji hiki cha Namtumbo hakina udongo wa kawaida mimi. Kila baada ya miaka hamsini, agano letu na wale wa chini lazima lifanywa upya. Sisi tunapata utajiri, tunapata mvua, tunapata amani, lakini gharama yake ni roho moja ya ukoo wetu, roho ambayo haijawahi kushuhudia mwaka mpya hapa kijijini. Niligundua ukweli mchungu. Babu hakunialika kwa sababu ya kunimisi. Alinialika ili niwe mbadala wake. Mimi ndiye nilikuwa kodi ya mwaka huu. Ghafla ya kijiji kizima kililipuka kwa kelele. Njia ya nyumba, nikaona viuli vingi vikiwa vimesimama. Majirani zetu, marafiki zangu wa utotoni, wote walikuwa wamesimama kama sanamu, macho yao yaking'aa rangi ya kijani kibichi gizani. Wamekuja, babu alisema kwa sauti ya kukata tamaa. Mimi kimbia, pitia mlango wa nyuma, elekea mtoni ukifika mtoni vuka bila kugeuka nyuma, na ukiona mtu yoyote usimselue. Nilijitupa nje ya mlango wa nyuma. Baridi ilikuwa kama visu vinavyochoma ngozi yangu. Nilikuwa nakimbia katikati ya pori la Namtumbo, nikiwasikia wale viumbe wakirarua miti nyuma yangu. Nilipokaribia mto, nikaona kibuli cha mtu kimesimama katikati ya daraja. Alikuwa Juma, rafiki yangu mpendwa. Alikuwa ameshika kichwa cha buzi, damu ikimtiririka kifuani. Mimi rafiki yangu, usikimbie Babu ameshatuahidi kuwa utatupa uzima. Karibu kwenye familia ya giza. Nilibakiwa na sekunde chache kabla ya kunifikia. Nilitazama maji ya mto, yalikuwa meusi kama lami. Je, nivuke au Juma ndiye kizuizi changu cha mwisho? Nilikuwa nimesimama mita chache tu kutoka kwa Juma, rafiki yangu wa utotoni ambaye tulicheza naye mpira kwenye vumbi la Namtumbo. Sasa alikuwa ameshika kichwa cha mbuzi kilichokuwa bado kinatoa damu ya moto. Macho yake hayakuwa na mboni, yalikuwa ni mashimo mawili ya giza yaliyokuwa yanatoa moshi mweusi. Juma, tafadhali, nilinong'ona, sauti yangu ikishindwa kutoka vizuri kooni. Huyu sio wewe. Kumbuka tulivyokuwa tunasoma pamoja, kumbuka ahadi zetu. Juma alicheka, kicheko kilichosikika kama mwangu itakufanya usilale leo. Wa zamani ahadi? Mimi, ahadi pekee inayofanya kazi hapa na mtumbo ni ahadi ya damu. Babu yako alikuleta hapa ili mimi nipumzike, ili niondoke kwenye zamu hii ya ulinzi wa mto. Leo ni zamu yako kuwa mlinzi wa giza. Ghafla, Juma alirusha kile kichwa cha mbuzi kuelekea nilipo, pugusa ardhi Kichwa kile kilianza kutoa sauti ya mtoto mchanga akilia kwa uchungu. Nyuma yangu nikaona kundi la viumbe waliokuwa wananifuata msituni wakitokeza. Walikuwa mamia, wakijiji wote walikuwa wamesimama nyuma yao, wakiwa na nyuso zisizo na hisia. Babu alikuwa katikati yao, ameshika kisu cha kizamani chenye mpini wa fuvu la binadamu. Babu! Nilipiga yowe. Kwa nini mimi? Ni damu yako babu! Alinitazama, lakini macho yake sasa yalikuwa yamebadilika na kuwa ya kijani kibichi, kama ya wale viumbe. damu yako ndiyo inayotupa uzima mwanangu, kila miaka hamsini lazima mmoja wetu wafe ili wengine waishi. Ni sheria ya Namtumbo tangu enzi za mababu. Niliona hakuna njia ya kurudi nyuma. Mto ulikuwa mbele yangu, viumbe walikuwa nyuma yangu. Nilikumbuka neno la mwisho la babu: kabla haujafika usiku huu, vuka mto bila kugeuka. Niliruka ndani ya maji ya mto Namtumbo. Maji hayakuwa na baridi, yalikuwa moto kama chemichemi ya volkano. Chini ya maji nilihisi maelfu ya mikono midogo ikinitafuta, ikijaribu kunivuta chini. Nilikuwa napigana, nikivuta hewa kwa shida, nikiogelea kuelekea upande wa pili. Nilipofika ukingoni, nilihisi kucha ndefu zikipenya kwenye mguu wangu wa kulia. Nilivutwa kwa nguvu kurudi nyuma. Niligeuka na kuona kile kiumbe chenye sura ya mama yangu kikiwa kimenishika mguu huku kikicheka, hutoki hapa mwanangu, mwaka mpya bado haujaanza kwako. Kwa nguvu ya mwisho nilichukua jiwe lenye nyacha kali lililokuwa ukingoni na kuliponda mkono wa kile kiumbe. Nilitoa mlio wa kutasisha na kuniachia. Nilijikokota hadi kwenye nchi kavu ya upande wa pili. Nilipoinuka na kutazama upande wa pili wa mto, kijiji cha Namtumbo kilikuwa kimetoweka. Hakukuwa na watu, hakukuwa na viumbe, hakukuwa na babu. Palikuwa na giza nene tu na sauti ya upepo iliyokuwa ikisema, tutaonana tena. Mimi deni halijafutika. Nilianza kutembea kuelekea kule nilipoamini barabara kuu ipo, lakini kila hatua niliyopiga nilihisi ardhi inabadilika kuwa nyama ya binadamu, na nilipoiangalia mikono yangu pa. ngozi yangu ilikuwa inaanza kubadilika na kuwa na rangi ya kijani kibichi. Nilitembea kwa saa kadhaa kwenye lile giza la ajabu, mguu wangu ulioumia ukiburuzika kwenye mchanga ambao sasa ulikuwa umeanza kuwa baridi sana. Hatimaye niliona taa za barabara kuu. Nilipofika lami, nilianguka zafahamu nilizinduka hospitalini mjini siku mbili baadaye. Madaktari waliniambia walinikuta kando ya barabara nikiwa nimejaa matope na vidonda mwilini. Walisema nina bahati kuwa hai, lakini mimi nilijua bahati haikuwa na nafasi hapa. Nilirudi kwenye nyumba yangu ndogo mjini nikijaribu kusahau kila kitu. Niliifuta namba ya babu, niliacha kupokea simu kutoka kijijini. Nilijidanganya kuwa Namtumbo ilikuwa ndoto mbaya tu. Lakini baada ya wiki moja mabadiliko yalianza. Kila nilipojiangalia kwenye kioo ngozi yangu ilikuwa inapoteza rangi ya binadamu, rangi ya kijani kibichi ilikuwa inasambaa kutoka kwenye mguu wangu ikipanda kuelekea kifuani. Na kile kidonda cha kucha za yule kiumbe hakikupona, kilikuwa kinatoa harufu ile ile ya uozo niliyoisikia usiku ule wa Mwaka Mpya. Jana usiku saa sita kamili ikagonga, nilisikia mlio wa simu yangu Ilikuwa namba ya babu, namba ambayo niliifuta. Niliipokea kwa mikono inayotetemeka. Mwanangu, sauti ya babu ilisikika, lakini haikuwa inatoka kwenye simu, ilikuwa inatoka ndani ya kichwa changu. Ulipovuka mto ulifikiri umetoroka. Namtumbo haiko kwenye ramani mwanangu, Namtumbo iko ndani ya damu yako. Sasa mimi ni wewe na wewe ni mimi. Nilikimbia kuelekea bafuni na kujitazama kwenye kioo. Nilitaka kupiga yowe, lakini sauti haikutoka. Macho yangu yale mashimo ya giza niliyoyaona kwa Juma mtoni sasa yalikuwa kwenye sura yangu. Ghafla kioo kilianza kutoa ukungu mwekundu, ndio kilipopoka. Ajuzi sasa ilikuwa ina mata na kucha za mkono pamoja na damu inayochurujika na mti wa fasi, ilitoa harufu ya uozo niliyoizoea pale mtoni. Nilielewa sasa, kafara haikuwa lazima nife kule mtoni. Kafara ilikuwa ni mimi kubadilika na kuwa kama wao. Mimi sasa ndiye mlinzi mpya, mimi ndiye kiumbe kitakachomvuta mwanachama mwingine wa ukoo wetu baada ya miaka hamsini ijayo. Yoo kilipopasuka kwa mara nyingine, nikaona nyumba yangu ikibadilika kuta za zege zikawa kuta za mbao zilizooza. Mjini pakatoweka. Nje ya dirisha la ghorofa yangu nikaona milima ya Namtumbo ikinitazama. Nilielewa sasa, kafara haikuwa lazima nife kule mtoni. Kafara ilikuwa ni mimi kubadilika na kuwa kama wao. Mji haujui kilichoingia katikati yake watu wanapishana na mimi kwenye mitaa ya posta na Kariakoo wakidhani mimi ni kijana wa kawaida mwenye haraka ya kuelekea kazini. Hawajui kuwa kila ninapokanyaga lami inatoa moshi mweusi usioonekana. Hawajui kuwa koti langu refu limeficha ngozi iliyopara yenye rangi ya kijani kibichi inayozidi kukua kila saa. Babu alikuwa sahihi. Namtumbo sio sehemu, ni kiu, na kiu hiyo sasa iko ndani yangu. Leo ni tarehe kumi na tano. Nimeanza kusikia sauti za watu wengine, si sauti za walio hai bali sauti za wale wale wa chini, wakiniambia tuna njaa. Mimi mkataba unahitaji chakula kipya. Nilimkaribisha rafiki yangu mwingine Kelvin nyumbani kwangu jioni hii. Kelvin ni mchangamfu, hajui siri yoyote. Tulipokuwa tumekaa sebuleni, alinitazama kwa mashaka, mimi, mbona huwashi taa na mbona chumba kina harufu ya ajabu, kama kitu kimekufa. Nilitabasamu, lakini sikutabasamu kwa midomo yangu. Nilihisi meno yangu yakijivuta ndani ya ufizi. Ni harufu ya mabadiliko Kelvin, nilimjibu ghafla. Kelvin alidondosha glasi yake ya maji. Alikuwa anatazama kivuli changu ukutani. Kivuli changu hakikuwa na mikono ya binadamu kilikuwa na mapiko marefu ya leathery na kucha zinazogusa dari. Mimi wewe, ni nini? macho yako mbona yanawaka? Kelvin alijaribu kukimbilia mlangoni, lakini mlango haukuwa mlango tena. Ulikuwa umegeuka kuwa mti wa mbuyu uliokauka, ule ule uliokuwa nje ya nyumba ya babu kule Namtumbo. Usikimbie Kelvin, nilisema, na sauti yangu ikatetemesha vioo vya midirisha. Mwaka mpya umeanza, na mimi ndiye mlango wa kuelekea Namtumbo. Karibu kwenye familia.